watu wanakufahamu kwa jina la Smigo kichwa mpira. Jina hilo lilipatia wapi kwanza? Ili jina litokana ni kwa marafiki zangu tu. Sasa nilikuwa nafanyia vituko sana, na vituko vituko. Ndio wakaona huyu mmm. <laughs> <Tiko laughs> mm, wakanitaka kichwa mpira kama na huyu wakili zake huyu. Ndio alikuwa vizuri. Kwa kwa <laughs> kichwa mpira kwa ndo nikaunganisha hapo nika Smigo kichwa mpira. Kwa ndo tuseme ule uchangamfu tu ambao ulipaga nao. Eh hey, uchangamfu nini? Ndio. Ni nini kilikuvutia zaidi ku, kuanza kufanya maudhui ambao unaifanya katika upande wa mtandao wa TikTok? uh, maudhui hayo ambao unayofanya, nini kilikuvutia haswa paka ukaanza kufanya hayo maudhui? Kiufupi kilichonivutia mimi na nini comedian kwa napenda mimi, ile ninavyoona watu wanaangalia kitu wanafurahi fly, wana enjoy. Kwa hicho tu kilisababisha paka nikazidi kuwa navutiwa kuwa nafanya hicho kitu. Mawazo unayopatia wapi sasa unayofanyia maudhui? Nafikiria tu mwenyewe kichwani akuja na shoot hiyo. Kwa upande mwingine wewe ni dancer, ndio? Ndio. Sasa wewe kama ni dancer na maudhui ambayo unayofanya kama comedian, na kama wewe una vipaji viwili. Una wewe ni dancer lakini like, pia ni comedian, si ndio? Ndio. Sasa wewe unatumia muda gani sasa eh, kupata muda ambao unautumia wewe kupanga kufanya hivi na hivi? Unawezaje ku manage kufanya mambo yako binafsi na hizo content ambazo unazifanya? Ah, mimi muda wa kufikiria content huwa nakuwa nao mara nyingi. Mbani muda wote mimi nafikiria content lakini, mfano nikiwa kwenye shughuli zangu za kila siku, unaweza kukuta labda niko nafanya kazi, content hapo ikaja labda nini, maana mimi kazi naofanya. Kwa hiyo kwa ni kupata content ni chap sana <tipa> eh, hey, ndo nachukua muda mchache sana ni kufikiria, ni usiwazi sana. Kwa upande wa TikTok, kwa kwa nyinyi ma TikTokers nyinyi ambao ni, ni ma content creator katika upande wa TikTok kila mtu anakuja na mitindo yake si ndio? Kwa mfano wewe umekuja na, na mtindo wako huo ambao unaufanya. Ndio sasa, labda ushawahi kujifunza mitindo mingine ikakushinda au ukawa na hii tu ambao ume, umekuwa nayo muda wote, au ushawahi kujifunza mitindo mingine ndio ukaupenda huu ambao unaufanya kwa sasa hivi, labda kwa sababu siku hizi kumekuwa na, na na mitindo mingi sana katika upande wa TikTok ambao watu wanafanya maudhui yao. Sasa wewe ulikuja na, na, na, na, na hilo udhui lako la kuvaa nguo za namna hii kuvaa wigi kutengeneza video yu, za namna hiyo hususani za nyimbo za gospel. Ndio, ah, mimi lowazo lilikuja kwa sababu kutokana na comedy ninayofanya mimi, eh, kwa mimi nafanya comedy aina ya nne hiyo, kwa nikaona hapa, ili ipendeze zaidi lazima niweke niwe, niwe, ni nijiweke jinsi jinsi mwenyewe ninavyo yaani nilivyo, maana siwezi kusema ili kama nafanya content nyingine ambayo itakuwa yani ambayo iko chini ya, ya nili yangu yani hivyo ni maoni gani ambayo unayapokea katika upande wa mtandao wa TikTok, au tuseme tu katika mitandao yote. Bila yeah, shaka kuna watu ambao wanakuzunguka, wana, wana unachokifanya katika mitandao ya kijamii, je, yeah, maoni ya watazamaji ni maoni gani ambayo unayapokea? Mimi maoni napokea maoni mengi sana, watu wananishauri jinsi niongeze kipi nipunguze kipi, kwa maoni ni mengi sana tu yanayo yanayo napokea mimi ni mengi tu K kama yapi labda Ma labda ina labda inakuhudhi, <laughs> labda <laughs> yaani hayakosekani changamoto hizo. Sibiyo, kuna mtu kuta lada hajapenda icho kitu nakwambia sijapenda hicho kitu, hapo umekosea. Hivyo ushawi kujirekebisha au ulishawikuona? Kwa sababu ndo nafasi yako kufanya ulicho nacho uwe unaendelea tu, au ulishawi kubadilisha mtazamo ya watazamaji um, wako? Amna anabadilika ninabadilisha ni, kuna baadhi ya vitu nami muda mwingine nikikaa kweli nafikirinachi kweli nilifeli kao, nakuwa naviweka sawa ili tuniendelee kuwa, yani niendelee kuwa boa zaidi. Sasa unafanyaje ili kujitangaza nje na TikTok au na mtandao mwingine kama vile Instagram, Facebook, lakini katika mtandao wa TikTok unaupa vizuri sana. Ni mtandao gani labda tuseme ni njia gani nyingine ambayo unatumia kujitangaza wewe kama wewe kama comedian, kama dancer tofauti kwenye mitandao. Njia nyingine nafikiri, yani labda tu connection tu za watu, labda mtu anicheki hivyo kwa nini kwamba njoo, kuna show moja mbili tatu, kuna, kuna kufanya show hizo ndo namna ya kujitangaza nyingine ambayo natumia mimi. Ushawahi kufanya show? Ndio kufanya shoo. Okay. Yeah. Labda ni nishoo gani ambayo ukaona ushaikuifanya inakupa faida? Shoo nyingi kama mfano shoo ya pale nandi aslei miogo pale Mwanza i Mwanza. yeah. Nishienda kufanya shoo pale na ilinipa faida tu, kiufupi maana watu walinitambua wakanijua. Pia shoo nyingine nishakufanya Nandina, yes. Okay, mtandao ya sio mtandao eh, okay, jafanya nao show pia, yani show nyingi tu yani sio naanza kuzielezea, ni nyingi sana. <laughs> nyingi sana <laughs> Okay, sawa. Ni nini ambacho unafurahia sana katika content ambazo unazifanya? Unajua, mtu anaweza kawa anafanya kitu hmm, anakifurahia mwenyewe. Sasa katika upande wako wewe, ni kitu gani ambacho unakifurahia sana katika maudhui ambayo huwa unafanya wewe, kitu ambacho unakifurahia mno? Mimi ninachofurahia yani, kama mimi napenda yani nikiona kwanza mtu tu kwanza nika kwa ni fly kaangalia video yangu mimi kwanza tu aka fly hivi, yani mimi napenda sana yani hicho kitu, sababu mimi ni comedian, lazima mtu aangalie kitu a fly, yani paka acheke kwanza. Hapo ndo mimi na najisikia sa amani kweli, hichi kitu nimekifanya vile, yani nimekifanya kama kinavyotakiwa kweli. Content gani ambao share wa kufanya watu wakaipokea zaidi katika hizo ambazo nazifanya, ulifanyia yani ilikuwa ni nini pa ukafanya hivyo watu wakaipokea zaidi? Ipo mfano kama kuna content fulani vifanya ilikuwa nahisi ya ya Diamond Platnumz. Hiyo content nilifanya kwa, nimevaa vaa sufuria kichwani, nimeweka mandala fulani hivi, kama nilikuwa naiga kama kofia, nilikuwa nimevaa Diamond, kwa nyimbo ni ya Nisanesa. Yeah, okay yeah. Ndio, ndio kwa nini kaa, nilipocheza ile yani ilikuwa na mapokezi makubwa sana hii content, alafu watu walifurahi sana yani. Kitu gani ambacho huwa unakizingatia sana katika kazi yako kwamba unaifanya hii ya content creator Yaani kwa mfano mtu mwingine anakwambia uh, katika tuseme, uh, katika muziki mtu mm, anakwambia mimi nazingatia sana kwa smart mm, ya yeah, sasa kupa, kwa sababu kwa content zako uwezo kusema mimi nazingatia kwa smart hapana, yeah. Lakini hata kama unazingatia, uh, kuna vitu vingi sana vya kuzingatia: kuna heshima, kuna mm, kwa smart yeah. Kuna kuji uh, kuinga watu wanafanyaje, mm, kuna kujifunza. Sasa kwa upande wako wewe, ni kitu gani ambacho huwa unakizingatia sana katika uh, hiyo uh, content creation na ambazo unazifanya? Amita, kwanza nachozingatia zaidi huwa ni muda, cha kwanza, yaani mimi kwa makini sana kwenye muda wa kushuti. Nikipanga kwamba na shuti saa kumi ni saa kumi kweli, napenda nizingatie muda, kwa sababu sitaki ni kupoteza muda, hadhani hata sekunde. Halafu pia kingine nazingatia tu heshima kwa watu, watu wazima. Siwezi kwenda nikafanya labda mbele ya watu wazima nini, waka labda ni nikaingilia vitu vya watu, lazima niwe na heshima kwanza kwao, yaani hivyo tu. Labda ni nini ambacho kinakusukuma kuendelea kutengeneza maudhui ambao huwa wanatengeneza muda wote, wewe kwa upande wa TikTok, katika mitandao yote ya kijamii? Ni nini ambacho kinakusukuma sana, yani unasema mimi siwezi kuacha kuendelea, na unaendelea kufanya maudhui yako? Ah, cha kwanza ni mapokezi ya watu, jinsi wanavyonipokea. Nini naposti vitu wanavipokea vizuri, hicho ni kinanisukuma sana yani niendelee, ni tena kinanipa moyo zaidi niendelee kufanya hu, hu, hizi content kwa sababu nani watu wanazipenda wanafurahi hivyo. Hata pia pia ni kingine idea yani zinakuja nyingi sana. Ndio maana ni hiki kinasukuma <hatten> sana kuendelea kufanya hizo content yani idea ninazo nyingi sana. Nani. Yani sema nenda hapa ni azizi kuisha nyingi sana. Kwa hiyo hicho ndio kinasababisha yani nakuwa nazidi kupenda nini yani nazidi kwenda kupata moyo. Ulisha kuingiza kipato labda, kama watu wanavyolipwa uko TikTok labda au ushafikia vigezo um, nimeshafikisha, sema tu kuna baadhi ya vitu mimi sivifuatiliagi vya kulipwa sasa hivi. Matangazo je, ushafanya kufanyia watu matangazo? Ndio nishakufanya matangazo, nishakufanya. Unajua katika upande wa wa maudhui ambao watu wanatengeneza mara nyingi wanakutana na nyingi, na, na, na, na comment sana, ambazo mara nyingi zinakuwa za kutia moyo, nyingine za kuvunja moyo, nyingine za matusi. Hizo <laughs> wewe unazipokeaje na unazaje kuzimudu ku, ku, hizo? Ah, hizo mimi nazipokea yani, yani, yani kwanza niyo ni kawaida sawa, hiyo mtu kukutukana, wengine kuku, wana kuana wanapenda wana, wana, wana comment vizuri, umeua hiyo, mara mwingine yani na comment kutokana na, na, na, na kile kitu alichokiona yani, kutokana na idea niliyoifanya mimi, na comment kutokana na hicho kitu. Ushaipata ghadhabu mtu labda ile amekutukana kwa comment, alafu ulijisikia vibaya, labda au ulipokea tu kawaida? Ah, yani ipo, nishakutana nazo nyingi, lakini Yaani, mimi nazidi kujitia moyo kwa sababu napenda kitu nachokifanya, afu uwe yani, kawaida yani, uwezi mtu kila, sio kila mtu atakuwa anilia atakusifia, au kila mtu atapata atapenda unachokifanya. Binadamu tu tofautiana sana yani, kuna mwingine anaona ah, huwa amna kila kitu, kuna mwingine tena anaona lakini ndo hivyo tu, mimi bado na moyo nafanya, napenda hichi kitu. Umeshasema wewe ni dansa lakini pia ni comedian katika upande wa comedy mm-hmm. natosha maliza, si ndio? Yeah. Ndio tuje katika upande wa dansa wewe, yeah, malengo yako ni nini sasa katika upande wa dance, kwa sababu pamoja na kuwa unafanya hizo content za kichekesho yeah, comedy yeah, lakini bado tupo katika tupo katika mfumo wa dance na nini, kwa hiyo unaonekana wewe ni dancer mzuri, yeah. Malengo yako ni yapi sasa katika upande wa dance? Na mimi malengo yangu yani nifike mbali, watu wanijue, wajue Smigo kweli, Smigo ni content creator, yaani ana dance, anajua kudance, anajua kufanya maigizo haya na nini ya vichekesho hivyo, yani watu wanijua nitambue, ndio malengo yangu hayo. Sasa katika upande wa dance, labda wewe hapo una crew, yani tuseme kundi labda ambao una upo nao la dance, au upo mwenyewe? Kama mwenyewe. Ah, mimi na kundi binafsi, yani kundi ninalo linaitwa FBI Amazing, ambalo kiongozi wetu ni aitwa Festo Wiz eh, kundi ninalo ni FBI Amazing hilo kundi linamilikiwa na mtu mwingine lakini ambalo anawashirikisha nyie? Yani yetu tulimteua tu kama kiongozi kusimamia hiyo, Festo hizi hiyo mpango wa tendo hilo kundi, sisi tuko wengi sana. Yani faida yoyote katika dance? Ah, ndio faida ni nyingi sana sasa, kwa sababu kazi ni nyingi tunapata kutokana na kudansi, labda mtu anashelewa huko, ana tamasha, makampuni labda anahitaji madensa hivyo, kwani faida ishani pa faida nyingi sana cha mwisho labda nini cha kuambia watazamaji wako ambao wanakufuatilia sana katika upande eh, mitandao ya kijamii hususan katika upande wa TikTok. Watu wengi ni wafuasi unao wengi sana, labda sasa nini ambacho natamani kusikia eh, kutoka kwako kwa wewe kwa? Ah, mimi napenda tu kuambia mashabiki zangu waendelee tu kunisupport na nachokifanya mimi, nitazidi kutueleza vitu vipya zaidi, yani wajiandae kupokea vitu vipya zaidi na vikali, yani yani wao wa attention muda wao, yani muda wa kuanzia sasa hivi na kuendelea, yani ni vitu vikali tu ndio vinafuata sasa hivi. Hiyo naomba no tu waendelee kunisapoti hivyo. Tumetamatisi na hapa tulikuwa na Smigo Kichwa Mpira ambaye anafanya vizuri sana katika upande wa TikTok, na mimi ni Alex Uuva <mucho>